Ni waombe ninyi waheshimiwa masajili, ninyi ndo injini ya shughuli za mahakama. Ninyi ndo injini ya shughuli za mahakama, ndo machinery ya shughuli za utendaji wa shughuli za mahakama. Tunataka hata tunapofanya decentralization ya uga wa hii Court of Appeal businesses kuhamia kule mahakama kwenye hizo baadhi ya kanda, tunataka pia kuonekane kunaleta ufanisi sio presence tu pale lakini tunataka tuone kwamba ufanisi uko pale. Moja, ninyi mnapaswa msimamie vizuri majukumu yenu yametajwa katika zile kanuni na katika sheria, muyatekeleze kwa ufanisi ipasavyo, mkisaidiana na wale makarani wa mahakama ambao ninyi mnaita records management assistants na watu wengine. Na kubwa ukamilika kuwezesha kwamba kila rekodi ya mahakama inayoletwa mahakamani imekamilika. Hatutaki tuwe na mashauri ambayo yanaletwa mahakamani rekodi si hazijakamilika, maana tunakaa tumle mahakamani ono ni kwamba kuja siku kesi imepangwa ndio mtu anasema sijui mimi sikuweka sijui kitu gani. Ninyi mlikuwa wapi? Hatutaki kuifanya mahakama kuwa sehemu ya kuja kuegesha mashauri. Mawakili wengine kwa hiyo wanaleta hichi kitu, wanajua hii record ni incomplete. Kwa hiyo yani, hii record ndio kwa Kiswahili haijakamilika, but at a certain point in time nitaomba, kesi inapokuja kusikilizwa, nitaomba kwamba mheshimiwa, naomba ni faili na ni there is